Mitandao ya kijamii ni platform ya kidijitali unapoweza kuonyesha picha, video na ujumbe kwa marafiki na watu wengine. Mfano mmoja wa mitandao ya kijamii ni Facebook, Instagram, TikTok, Twitter na Snapchat. Ingawa mitandao ya kijamii inaweza kufurahisha na kuwa ya muhimu, pia iko na hatari za usalama. Watu wengine wanaweza kuona, kutoa maoni na kushiriki wakati una posti, kwa hiyo ni muhimu kuwa mwangalifu kuhusu kile unachoonyesha. Kwanza, linda taarifa yako ya kibinafsi. Epuka kuonyesha taarifa kama vile anwani yako ya nyumbani, namba ya simu na maelezo ya kifedha. Kumbuka, kidogo ni zaidi. Kisha rekebisha mipangilio yako binafsi hakikisha ni marafiki zako pekee wanaweza kuona posti yako, na kuwa mwangalifu kuhusu kukubali ombi la urafiki kutoka kwa watu ambao huwajui. Fikiria kabla ya kuposti. Mara tu kitu kikisha kuwa mtandaoni, inaweza kuwa vigumu kukiondoa. Zingatia ikiwa posti yako inaweza kutafsiriwa vibaya au kukuletea kujutia baadaye. Jihadhari na ujumbe au viungo vinavyotia mashaka. Mara nyingi walagai wanatumia mitandao ya kijamii kusumbua watu ili watoe taarifa za kibinafsi au pesa. Mwisho, ripoti na kuzuia mambo yoyote yasiyofaa au watumiaji. Mitandao mingi ya kijamii ina namna sahihi jinsi ya kukusaidia kuwa salama. Kaa salama, kuwa mwerevu na unufaike zaidi na matumizi yako ya mtandao.